Ndani huko um, tumelala tu watu watatu, mimi Zendonde na kajukuu kadogo hivi kakiki. Tumeamka vizuri, mimi nimeamka kawaida yangu namkaga asubuhi ili nimwandalia yule chai ana meza dawa. Kaamka saa kumi na mbili na dakika ishirini hivi nikaanza nimesali sali, saa kumi na mbili na nusu nimeenda jikoni kapika ubwabwa nimemaliza kupika ubwabwa nimefagiafagia nikamwambia, nika yule mjukuu apike chai na yeye anywe, kwa sababu anameza dawa toka jana na malaria. Nikamwambia unywe chai kusudi umeze dawa. Wakati huo mimi nachemsha maji ya kuoga baba. Tayari nimemaliza nimeandaa chai mezani, nimeweka maji bafuni. Nikamwambia baba, nenda kaoge, maji nimeweka bafuni. Akasema haya. Alikaa yeye kawaida yake akiamka, ya na kaa hapo nje, na kaa hapo nje, akaondoka akaenda kuoga. Mimi nime nani mule nimekaa mule jikoni, nikasema ngoje, nikanunua kabisa mboga ya kupika ya saa sita. Nikaenda kuchukua hela ndani, natoka hivi nakutana nasanga, na Sanga naingia, akasema umefika asubuhi hii, akasema eh hey, Ika, akasema baba yuko wapi? Nikasema babako yuko kuoga, wacha mimi ninunue kwanza mboga, ingia ndani. Nikafikiri tu kuna mazuri, basi mimi nimeenda pale nje kule kijiweni kule nimenunua mboga, narudi sasa, narudi nafika hapa nakuta mle ndani kuna sauti fulani, baba anamwambia Sanga, pombe mnazo kunywa hizi sio nzuri, hizi pombe hizi zinawaharibu akili tunawambia acheni kunywa pombe, hamsikii. Hizi pombe kwenu hazifai, haifai kabisa kunywa pombe. Vicho vyenu nyinyi ni vibovu, msiwa mnapenda kunywa pombe. Sasa mimi naingia ndani na, na naingia tu humo ndani nikakuta kuna sauti sasa zinatoka za kusemezana. Sasa sauti ya huyu mtoto mimi sikuelewa alikuwa anaongea nini. Mimi nikasema we Sanga, onu nasemezana na baba yako kwa nini unasemezana na baba yako? Nikakuta amebadilika sasa, nachukua kiti, nataka kuni kunipiga, nikatoka nje kidogo, nikatoka nje, nikaingia sasa inkiat, nikakuta, sasa nilipoingia tuko nikakuta anampiga sasa babake. Nikasema wewe, acha kumpiga babako <xi> mbona unampiga babako wewe, mbona unampiga? Nikakutana ile kitu anataka kunipiga, nikakimbia kuomba msaada kwa watu, nikaanza kupiga kelele, toka kwa mje, mtu saidie, wenzenu tunakufa hapo ndani Mje mtusaidie! Nikawa napiga kelele natoka nje, huku napiga kelele, mje mtusaidie jamani, wenzenu tunakufa. Baadaye nikitok ayey akawa natoka, basi mii sikuingia tena ndani, sikuingia tena ndani. Nikaona yeye ametoka sasa, ametoka, macho yake umekundu nguo yake yote amelowa damu. <laughs> Nikajua huko ndani ameshamuumiza baba yake. Eh, nikajisikia uchungu mkubwa sikuingia tena. Ambe <laughs> majirani jamani, ambe muingie huko ndani. Wakamshika ya sanga huyu ndio wakaanza kumpiga huko, kumpiga huko. Wanampiga huko. Wanampiga huko. Wakaanza kumini sasa walivyompiga na yeye sijui wakamfunga na kamba. Eh, hey! Hey, jamani hey! natisha <laughs> natisha amna <laughs> ah, ugomvi sana sana ni maneno tu ya kusemezana kwamba msiwe mna kunywa pombe, pombe hizi sio nzuri kwenu, zina, wa, zina wazuru basi eh. Ila wiki iliyopita tarehe nane kuna mkamwana wangu yuko huko Tunduma, kuna mtoto wangu wa kiume mwingine anaitwa Godfrey mke wake alifia kwenye usingizi, tukaamka asubuhi aka, akakuta amekufa eh, tena aliyemgundua ni mtoto wake, kwa kwa sababu yeye huyu Godi yeye ana biashara zake yeye, alivyoamka saa kumi na kwanza, alivyoamka ile saa kumi na mbili akaondoka akaenda kwenye biashara zake kule nyuma, akafikiri mke wake amelala tu, kumbe mke wake amekufa sasa an, anashughulika kule na biashara zake, mtoto ameenda, watoto wote walikuwa wameenda shuleni. Sasa mtoto mdogo wa, wa darasa la pili anarudi kutoka shuleni, anasema mbona ndani um hata chai hawajaniwekea, kwenda kumwamsha mamake akawaamki, akamfuata babake kule kwenye biashara, we baba, mbona hamjani, baba, mama amelala tu, hata chai hamna. Babaka kamjibu wende ikawa amechoka jana walikuwa kwenye harusi huku sasa pengine amechoka. Sasa alivyosema hivyo akasema ah, ngoje ni mfuate. Kumfuata kufika pale akakuta kwale amekufa. Ikabidi aite wao nani watu waje. Polisi wakaja kuchunguza kwamba labda alipigwa kuna alipopigwa. Wakapeleka kwa daktari wapi labda ame nani ame kuna mahali ameumia ama simu amemlisha hamna. Ikaonekana alikufa tu mwenyewe kwa BP. Basi ilikuwa ni siku ya Jumatano, Alhamisi tulizika hapo. Ni tarehe tisa. Tumwe jamani, sasa leo hii tarehe kumi na mbili naye huyu, huyu mwenyewe huyu Sanga akawa hajafika, akasema jamani, mimi sijafika, sitafika huku nani kwa kipindi mwafaka, mpaka niombe kwanza ruhusa. Sisi kazi ya jeshi hatuwezi kuruhusa haraka haraka. Tukasema haya, toka hapa, hatujaongea naye tena, anakuja leo ndio haya mambo haya mimi alivyofika nikafikia amefika tu kwa mazuri kwa ajili ya kuhani msiba wa wana wa shemeji yake. Kumbe amekuja huku tena, alikuwa alikuwa amekunywa na pombe. Alivyoingia mimi nilimwona amekunywa pombe, nikaza, mbona amekunywa pombe? Anasema ha, sijani. Uhapendi kusema nimekunywa, akasema sijani. Basi ndivyo tu, hakuna zaidi ya hapo, hakuna zaidi ya hapo, mwe jamani.